Asante uh, sana. Sasa, sasa uh, ningependa niweke ni, sawa ile swala kwa sababu sikutaka kulizungumza kwa muda mrefu. Mimi ningependa tu nitoe ushauri kwa my brothers wangu, lakini kwa wasanii wote wa singeli. Ujue singeli sasa hivi, sasa hivi mfano kama mimi nafanya muziki ni biashara kwa sababu ndio inaendesha maisha yangu, inaendesha kila kitu. Yani mimi sina biashara kidogo uwepo. Ambao tumejakunta nilifanya naye wimbo X1 nani? X nani mimi nilirekodi ulikuwa ni wimbo wangu toka 2019. Mm. Mimi na topiki zangu nimerekodi mfano t-shirt yangu, ni topiki yangu toka mwaka 2018 nao kichwani. Nikaamua nirekodi nika ile wimbo nikamtafutaga, kipindi cha kwanza Meja na kata bata akanikwepa. Nikamtafuta kipindi anakaa sala sala I think so. Nikamwambia, brother, na idea yangu hivi na hivi nina wimbo wangu kweli. Tukaenda studio nikarekodi ule wimbo wangu mwanzo mwisho. Katika kurekodi nikamtumia meneja wa wake Wasoiso, kwa sababu usi wake Jimeka alisema fanyeni wimbo, tutaenda kushoot sauti. Mimi nikampigia hadi mzee, nikamwambia tajiri na wimbo na meja, mzee akasema baridi fanyeni naye, kwa sababu kaka yako kafanya naye, kwa sababu sisi hatuwezi kutoa nyimbo bila ruhusa. Mzee karuhusu, lakini sasa meneja akasema yule wimbo hakupenda. Tosi mbaya mnaweka, eh, a... tosi shahidi, nimewafosi sana, nimepiga kwa sababu tosi ashinda zake na wasoiso nimepiga sana, nikamwambia tosi mnaweka, wimbo ni mbaya piga sana simu kaniambia, wimbo sijui, nyinyi kutokana na talent yenu na Meja mnaweza mkafanya wimbo mkubwa zaidi ya huo yeah. Sasa mimi sikubisha. Sasa haimaanishi kwamba wewe wimbo umeukataa, wimbo wangu utakuwa ni mbaya, no. Mimi nikachukua ule wimbo wangu mbaya, ambao management nyingine hakupenda, nikafanya wimbo mwingine, kafanya mwingine mbili na Meja, management ikachagua wimbo mmoja. Kwa katika ule wimbo ambao walichagua, mimi sikutoa wala sikutiza wala sikuchukua neno, mpaka sasa hivi ule wimbo huko kwa mimi nikachukua zile nyimbo zangu ambazo zilikataliwa nikaamua kuzimba mwenyewe kwa sababu mashairi ni ya kwangu. Ni biti la kwangu. Kwa, kwa mimi sikuona kosa la la la la mimi kusema kwamba kuchukua wimbo wangu kuwimba sehemu nyingine. Even if hata nilivyompigia Meja akanambia, ah mimi nimelalamika, kosa kwa nini hakunipa taarifa? Nikamwambia, sikukupa taarifa kwa sababu ule wimbo tuliofanya mimi na wewe ambao ulishapitishwa upo, kwa mimi sioni faida ya kutoa taarifa, angalia kwa ule wimbo hauko katika mahesabu yenu na wimbo mimi kwa sababu ni hatimiliki yangu, mashairi ni na wimbo wimbo na na ya kwangu, mi nina haki ya kuimba wimbo wangu kokote na msanii yoyote ninayemtaka. Jamani, mi nashangaa, hivi si nini ambacho kinasumbua kichwa? Maelezo ni mafupi, yanaeleweka. Wimbo walifanya wa uh, management ikaukataa, mwenye wimbo akachukua, akachukua akamtoa Mejakunta akafanya no. watu wengine uwezi kumpangia mimi mwenyewe nishafuta yes. watu wengi sana, kina Linux na nishafuta kwa nyimbo zangu. <laughs> Unaweka mtu mwingine, mnafanya naye kazi, sio kama naelewa. <laughs> Ni kitu cha kawaida sana. Hata wasilishaji wake wa malalamiko alitakiwa weke kama dada mdogo wangu, labda utakiwa unipe taarifa, lakini maelezo yake yalikaa kama vile umeiba wimbo kwa watu wengi, akachukua kama vile nime mimi nyimbo by the way nilikaa kimya kwa sababu mimi na meja tunaheshimiana sana. Mimi na meja na waheshimu sana lakini hmm, tungesema tuende neno tu neno mzee mimi naongea. Wimbo, ah, wimbo ni wangu. Wangu nimeibaja kati ya mashairi yangu. Atutoi. Atutoi. Nasema hivi, atutoi. Atulie, no no no no, kama anataka wimbo mwingine utoke kama nataka wimbo mwingine utoke, afute hizo kauli za kumsingizia msanii na kila kitu. Ndio, ndo eh, hiyo ndo shukurani ya kusema sasa tu, tuendelee na mahusiano. Unajua huyu anaaminiwa na umma. Hey, hey, ushatengeneza kama ni mwizi ni hey, inatengeneza picha mbaya, alafu hatuwezi kukupa bonus ya kufanya tena kwa sababu Mejakunta sasa hivi ukimwangalia Mejakunta kiwalisia ukitaja wasanii top 110 hayumo, ah. Na kwambia kweli taja mimi nitakutajia wote, ukitaka nakutajia wote wasingeli mkuti meja kunta nakutajia wote, utamtaja D Voice, utataja paten, utataja sui sergeant, utataja sui lanili na makabila, yuko namba 11 huko, nakwambia kweli, nakwambia kweli. Sasa kwa, kwa, mfumo huo, kwa mfumo huo kufanya ngoma na D Voice nikukupa nafasi ya kurudi tena kwenye top 10, so you need to respect Umerudi mta nyumbani meua sana na hiyo tumeona, pia likuwa na focus yako Diamond. Moja ya kitu ambacho kilitushangaza wengi, na labda naelewa ulipokuja kuandika mtandaoni ya kwamba, jamani, mwenyewe nimeona kama mlivyoona nyini sana na, sand, sand. na iyo,